Ha, mimi nachojaribu kusema ni hivi, hakuna namna ambayo tunaweza kuwa na hela bila kuungana. Yaani, ili upate hela lazima kama, mabenki mabenki hana hela, yanapata deposit za watu, ndio zile anatumia kwa ajili ya kufanya investment, kukopesha watu, kufanya investment. Kwa hiyo hatuna namna yote ile ambayo sisi kama mtu mmoja moja, moja unaweza sasa hivi ukawa na bilioni kumi ya kuwekeza kwenye kiwanda cha kuchakata minofu wa samaki, huwezi. Na njia rahisi ambayo ina gharama nafuu ni wananchi kuungana na kuweka hela kwenye kampuni moja ili iweze kuwekeza kwenye hizo biashara nyingine. Uwezi. huu ni mfumo wa kidunia. Sisi kama wasibu tunachokijua ni kwamba kuna sehemu mbili, kuna equity na kuna deti sina hivyo, the cheapest one, ani kuna equity ni zile mnaungana watu wawili watatu mnakusanya hela zenu mnapata mtaji wenu, sina hivyo, mnawekeza. Deti ni kwenda benki kukopa hela kuwekeza. Hii ya pili ambayo ni ya kukopa hela benki na kuwekeza ndio ghali zaidi kuliko hii ya nini, ya kuchukua hela kwa watu na kuwekeza. Kwa hiyo eh, kama watu wanaweza kuungana kwa pamoja wakawa na mtaji mkubwa hakuna biashara ambayo tunashindwa kufanya. Tutasema tu kwamba sasa hivi tunataka kuwekeza kwenye kiwanda cha samaki. Haya, watu wa, wa, wa Mara, tuwekeze ni shilingi ngapi? tunataka kiwanda cha samaki bilioni kumi bilioni kumi. Tukigawanya kwa tukipata mashahoda e, eh, laki mbili itakuwa ni shilingi ngapi? Ngapi kila mtu anawekeza, labda shilingi labda elfu hamsini. Kwa kutoa elfu hamsini tupate bilioni kumi tunaweza sasa. Kwa nini tusifanye hivyo? tutegemee mtu atoke China, akitoka China ile faida aitapeleka China. Kama ule mtaji utoka Mara, ile faida weza itabaki Mara. Kwa hiyo mimi na waomba kabisa wananchi tuungane, tutengeneze mitaji yetu ya ndani, tuwekeze wenyewe kwenye viwanda na kwenye biashara zote zile ambazo zinataka tufanyike. Tunaweza.